Karibu, ikiwa leo ni Jumatatu ya Machi kumi mwaka ni 2025, na ripoti za leo zinatokea hapa maeneo ya Clock Tower Station, mnazi mmoja, na tumekuja kumtembelea ndugu yetu Mikoi Almando Ali Kisugu na kubwa zaidi tumekuja kuzungumza kuhusu dabi iliyotakiwa kufanyika tarehe nane siku ya Jumaa mosi, Young Africans wakiwa wenyeji wakiwakaribisha Simba Sports Club, lakini kama kilichotokea, mechi ile ilivunjika kwa kutoweza kufanyika, na kubwa sababu ikitajwa kuwa a, Simba Sports Club kuzuiwa kushindwa kufanya mazoezi yao ya mwisho katika dimba la Benjamin Mkapa, ambapo walizuiwa na watu ambao wanasemekana katika barua ambayo Simba wameitoa kuwa wa, ni, ni, ni, ni watu mabouncer wa Young Africans, na ndipo Simba Sports Club hao wakatoa barua yao baadaye wakisema kuwa mechi ya tarehe nane hawaendi kucheza lakini pia ma, siku ya Jumamosi, siku ya mechi yenyewe, bodi ya ligi majira ya saa nane hivi kasoro au saa nane dakika 15 walitoa barua yao wakighairisha mechi ile, na Young Africans nao pia wakatoa barua yao wakasema mechi ijayo itakaopangwa tarehe nao hawatacheza mikoi ali Kisugu kwema? Kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama, uzima upo, yes kama ulivyoniona na afya njema, nimeamka katika maeneo yangu ya kujidai, kikubwa kuja kutafuta riski alhamdulillah lakini pia niwapongeze waandishi wa habari kwa kuweza kunitembelea kuni asubuhi, kuweza kuzungumza mawili matatu ili kuona namna ambavyo kila, kila jambo linakwenda vizuri, kila jambo linakwenda sawa sawa. Lakini hivi sasa kila mmoja anakaa katika online media hizi, anakaa kwenye television, anakaa kwenye mavideo haya sehemu mbalimbali, jambo ni moja tu, kuzungumza namna ambavyo stofahamu iliyotokea kati ya na Sports kwa maana kwenye mechi ya dabi. Kwanza niseme tu mimi nimepokea ah, katika jambo la kawaida kwa sababu si mara ya kwanza kuona dabi ambayo imeahirishwa. Mimi nimeshuhudia dabi nne ambazo nafikiri kati ya nne au tano zimeahirishwa. Dabi. Dabi kwanza, moja ilikuwa 1992 wakati akiwa Mzanzibari Afizi Ali katika mashindano ya kombe la Muungano nani, alikula nyoya. Mechi ilichezwa mpaka dakika 45 za kwanza, hakuna timu iliyopata mm. goli inavyosemekana, pasipokuwa na ushahidi. Wakati huo wa captain wa Simba ni Muhammad Mwameja. Baada ya dakika 45 kwenye uwanja wa Uhuru, Simba haikurudi, Yanga ikarudi, Simba likimbia ya. kwa tafsiri ya kwako wewe unasema Simba alikimbia lakini, washabiki wa, wa Simba tulihoji wai kwa nini timu haikurudi? Maelezo yaliokuwa yamepatikana kutokana kwa wachezaji wao, kwa ushahidi wao, wanadai kwamba mwamuzi wa mchezo aliwaambia kama filimbi ninayo mimi, mtake mstake leo lazima mfanyaje fungwe. Wakati huo hakuna mchindi aliopatikana, hakuna goli lilofungwa. Wachezaji wakajiuliza, kama wewe mwamuzi tayari unasema sisi lazima tufungwe, kuna sababu gani sisi ya kuharibu nguvu zetu, hali ya kuwa kumbe matokeo yameshafanyaje chepanga, sivyo? Kaamua kula nyoya, dabi ya pili imeahirishwa. Saidi Maulidi SMG wakati anatoka Simba anakwenda Dar es Salaam Yanga Africans siku ya dabi. Yanga wanatoka huko walikokuwa wanakuja katika uwanja wa Benjamin nani, uwanja wa Uhuru. Saidi Maulidi akakamatwa katika ishu za kiulaia. Yanga walileta timu. Sikiliza wewe, historia hizo nakupa ukiondoa hiyo dabi nyingine niliyoshuhudia ni Afrika Mashariki na ya Kati, kwenda kutafuta mshindi wa tatu kati ya Simba Sports na Dar es Salaam Young Africans. Mashabiki wako ndani katika uwanja wa Benjamin Mkapa tukisubiri Dar es Salaam Young Africans, tunapata taarifa Yanga wamegomea ya mechi. Awezi kuisha dabi yangapi? ya yeah, tatu hiyo yeah. <laughs> <Yeah, tatu. laughs> E tatu. Sababu? Sababu wanadai kuna kikao ambacho walichokaa kati ya management ya Yanga na management ya Simba, walipokubaliana shirikisho la Afrika Mashariki na kati, kwa maana Sekafa ilishindwa kwenda kutekeleza matakwa ya Yanga walioyadai wao, wow, madai yao Walidai madai gani? Madai gani? Kwa maelezo ambayo mimi historia yangu inaipa vizuri, wanadai kuna pesa walikuwa wapewe Sekaf wakasema pesa hizi tutakupeni, lakini kwa sababu baada ya mechi kuisha tutapata kiingilio, tutachukua hizi pesa tutafanyaje, tutakupeni. Yanga wakaja na hoja, wakasema inakuaje, Simba mmewapa, sisi mnatuambia mpaka mechi dabi kavunjika? Sio kweli, sio kweli. Dabi ngapi inavunjika? Dabi ya nne Na juzi nafikiri baada ya muda kwenda kubadilishwa muda hmm, hali ya kawaida yani. kwa sababu haya matukio mengi nimeshakutana nayo. Na hayo matukio yote, ninayokupa, watazamaji, tayari ameshakata viingilio kwenda kushuhudia hiyo dabi. Kisugu niachie mike, wewe, niachie mimi. Nataka kuweka historia watu, watazamaji wenu wajue. sawa, sawa, sawa. Uko vizuri, umeamka vizuri ile. <laughs> <laughs> Hao waniopewa dhamana kuongea katika haya maredio hawajui au wamesahau hizi historia. Leo shutuma nyingi zinakwenda kwa Simba, hawakuangalia watu walokata tiketi huko nyuma ilikuwaje? uje watu wakuangalia ukata tiketi. Timu imesajili wachezaji ishirini na nane, mchezaji mmoja anakwenda kukamatwa timu nzima haiji watu wameshakata ticket, brother. Kwa hiyo mimi kwangu nimeona jambo ambalo kwenye dabi limeshawahi kutokea, sikusushwa sana katika hiki. Niwapongeze sana viongozi wa Simba, amechukua uamuzi mzuri, niwapongeze sana management ya Simba. Atembea Kisugu kifua mbele wana, yes. Kama ukutengeza principle wewe mwenyewe ya kujijua thamani yako, usitegemee kama kuna mwanadamu mwingine anaweza kuona kwamba thamani yako. Kwanza ajitengenezea mwenyewe thamani, ndio mtu anakuja kujua thamani yako. Maana yake kuna kujitengenezea thamani na mtu kujua thamani yako, vitu viwili. Kama ukujitengenezea thamani yako haiwezi mtu kujua thamani yako yako. Matukio mengi katika nchi hii Mzee wangu juzi alizungumza, ninyi waandishi mlivyokuwa, sio kweli, baadhi yenu mlishtumu na kutoa maneno ya ajabu. Alisema Simba Sports Club kuna matukio ya dhahiri shahiri, inaonekana inaonewa, hamkutaka kuyabeba hayo maneno, mkataka kumshtumu yule mzee maskini yes. matukio yanakwenda kupelekea kana kwamba tuone kwamba kuna haki haitendeki, lakini Kisugu wanasema kama ile mechi tayari, mashabiki wa Simba na viongozi mlishaona ile mechi ya dabi ya tarehe nane mnaenda kupoteza. Maana viongozi wa Simba walikuwa wakiongea, tumemsikia Ahmed Ali katika presi uh, ya, ya tarehe saba iliyofanyika pale NBC makao makuu alikuwa mnyonge kabisa. Lakini hata wewe Kisugu, tulikufata kabla ya mechi ulikuwa mnyonge na ulituambia kwenye mechi hutakuwepo utakuwa Arusha uh, kwenye ule uh, siku ya mama duniani siku ya mwanamke duniani ambayo itafanyika kitaifa pale mjini Arusha. Ni kweli ya ya Kisugu, mlichungulia hilo na hapa ndo mlipopata kichaka cha kujificha, sio kweli? Sio kweli. Ile ile mechi mechi mwenyeji nani? Young Africans nani anatakiwa kuifanya promo Young Africans nani anatakiwa kuzungumza sana kuliko mwenzake kuliko mwenzake? Nani alitakiwa ile mechi azungumze sana kuliko mwenzake wote, mzungumze mtambiane, nisikilize, mechi ina pande mbili eh, ina mwenyeji naina mgeni, hmm, nani ile mechi anatakiwa izungumze zaidi kuliko mwenzake nani? Swali dogo, mujibu utaratibu wa kanuni ya bodi ya ligi hmm, mwenyeji ndio anachukua mapato, kweli? Chokweli hmm. Maana yake nani anatakiwa atumie nguvu kubwa kuita mashabiki katika uwanja huo? Unataka Hemedi aseme nini swali, ke... swali. Hemedi unataka aseme nini? aite mashabiki halafu, isoshe watu hivi sasa wako ndani katika imani, watu hivi sasa wako katika ibada. Kuna muda mwingine wanaogopa kuongea sana, kwa sababu tunapoambua leo mko katika ibada ya kufunga, si kwa sababu tumeacha kunywa na kula, pia na ndimi yetu tuweze kuilinda katika mazungumzo tutakayozungumza. Lakini Kisugu anasema nyinyi mashabiki wa Simba, kwa nini mmefurahi sana mechi kugailishwa moja tumefurahi mechi kuahirishwa kwa sababu tuna hoja za msingi. Hamkuwa na imani na kikosi chenu. Tuna hoja za nini? Za msingi. hoja gani hizo? Na moja ukitaka kujua hoja gani, nenda kaangalia mwenyekiti wa bodi ya ligi anasema, Simba wana hoja, beba hiyo kodi. Simba wana hoja na moja hoja yetu ya msingi, Simba tuko tayari kwa lolote. Tunahitaji kujua wale vijana walokuja kuzuia taasisi kubwa kama Simba isifanye mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa kawatuma nani? Tuli hapo hapo, mimi nitulia na kukusikiliza. Si tuna hoja? Si tuko tayari kwa maamuzi yote ambayo shirikisho la mpira au bodi ya ligi watakapokwenda kuamua, sisi tuko tayari kuyapokea. Kuchu lakini hata alama 15, tuna, mat, 15. Tuko tayari katika hilo hata kushoda daraja. Tunachotaka sisi kujua wale vijana wamepata wapi nguvu, wamepata wapi jeuri kwenda kuizuia taasisi kubwa kama Simba isiende kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hiyo ndio hoja yetu sisi ya msingi. Lakini hoja yetu ya pili, kilichokuwa kinazuiliwa kule ndani tusende kukiona kama timu nini kwa si kwe hiyo, hakuna kanuni ambayo no inamruhusu mwenyeji kufanya mazoezi kabla ya mchezo. Nisikilize, kati ya mazoea na kanuni kipi kifatwe? Hiyo kanuni, siku zote mbona na, ni... swali, mazoea na kanuni kipi kifatwe? Kanuni. Sisi tumesimama <laughs> juzi kwenye kanuni. <laughs> Lakini nataka niseme nimewapongeza viongozi wa Simba katika misimamo, lakini nataka niwakumbushe wenye mamlaka na madaraka juu ya hizi dabi. Lakini kabla sijakwenda kukumbusha, pia niwapongeze sana mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba waliokuwepo katika lile tukio, kuto kutkuliaki kwa jambo lingine lolote la kuzuiwa uwanjani yawezekana kuna watu wanawaona wajinga, lakini wao wanawaona wajinga, lakini si naenda kuwaona wawelevu. Niwakumbushe mamlaka, niikumbushe government, naamini linajua, isipokuwa kukumbushana jambo la kawaida. Nilikumbushe jeshi la polisi, warejee katika historia, wakaangalie Misri. Leo hii watanzania wengi hawajui kwa nini Al Ahly ya Misri kwenye mazoezi wanavaa jezi yenye namba sabini na mbili mgongoni. We unajua, tusichekee haya mambo, tusikubali kuja kuwakaribisha watu katika nchi yetu, hali ya kuwa mwisho wa siku wanataka kusababisha amani na utulivu uliokuwepo upotee. Hatutakubali katika hili, tutaendelea al kusema yi? na tutaendelea kuwakumbusha ukifika Misri, katika klabu ya Al Ahly kuna ukuta umejengwa, kuna majina ya, wache, ya mashabiki sabini na mbili. Wale majina sabini na mbili wameweka pale kwa kumbukumbu kumbu, kwa sababu mechi ilitokea mambo kama haya ya Al Ahly na Zamalek ya Misri, mashabiki sabini na mbili wa Al Ahly walikufa. Sikiliza. Na ndio maana moja, katika kuwaenzi mashabiki sabini na mbili, wakaamua Al Ahly katika makubaliano nao, katika jezi yao lazima wavae namba sabini na mbili moja kuja kuwaenzi mashabiki ambao waliokufa katika mechi ya dabi. Waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta, utajenga ukuta. Leo basi la simba linaonekana mbele ya basi la Simba, inaonekana kabisa kuna gari ya ulinzi na usalama inakwenda kwa kinga. Nchi yetu hii na siku zote, mmoja ya amani inaweza akapotea pindi endapo mmoja akiamini kwamba yeye ana haki ya msingi kwenye nchi yake. Tumekuwa wavumilivu sana Simba, na tutaendelea kuwa wavumilivu. Tumekuwa na busara sana Simba, na tutaendelea kuwa na busara. Lengo letu, nia yetu na mazumuni yetu, kuona umoja na amani uliokuwepo katika nchi unaendelea. Leo hii niache niache. Nimekuacha. Leo hii kama inafika mahala tunakaa kwenye mentality yetu, meneja uwanja Benjamin William Mkapa anasema ana taarifa Simba kwenda kufanya mazoezi. Mimi nafikiri natakiwa akili, sio taarifa tu, akili pia. Alikuwa hana taarifa kwamba kuna mechi ya dabi inachezeka katika uwanja Benjamin William Mkapa? Watuambie meneja na Yanga wa uwanja wa Mkapa walikubaliana nini? Yanga walikuwa wanafanya nini ndani kiasi kwamba afunge mageti, sisi tusiende kushuhudia kilichokuwa kinafanyika ndani katika uwanja wa Benjamin Mkapa sabini. Ukirejea kwenye historia ya mashabiki na mbili waliokufa kwa sababu ya dhambi, miaka mitatu mbele baadaye mashabiki ishirini wa Zamalek ya Misri nao walikufa kwa sababu kuyafumbia macho haya mambo. Kisugu, sasa nyinyi mtakuwa tayari kwa ajili ya mechi ya marudiano tarehe kipangwa? Shekhe, mbona nikatisha mlongo mrefu, kuna sehemu lazima tuguse kama ulikuwa na mashaka, una hofu, usingeleta maiki. Mimi sina hofu, umelikologa. Wacha ulinywe, wacha tuseme, wacha tutoe nyongo. Wahi Simba sisi, mkirumba yametokea haya, hamkuona waandishi? Azam Complex International Game, yametokea haya, hamkuona waandishi? Si adhabu zilitolewa. KMC ilitokea haya hamkuona waandishi wa Simba, tumechoka. Asiyefundishwa na babaye na mamaye, kufundishwa na ulimwengu. Kwa nini? Simba ndio ulimwengu wenyewe. Guys, Simba ni taasisi <laughs> leo katika hii taasisi kama tunakaa watu ishirini wanaamua eti Simba isiende kufanya mazoezi katika uwanja wenye Mkapa, inawezekanaje? Suba unyango naye anasemaje? Kwenye hiyo moja katika vijana ambao walinipigia simu jana, Suba unyango kutoka roli kutoka roli ya kule, kwa hivi sasa anapatikana maeneo ya veteran Mererani. Ma Mererani ainambia Kisugu, ongereni sana mashabiki wa Simba kwa sababu mna busara na hekima, na moja, kwa nini anatuambia Suba, tuna busara na hekima kwa sababu tungeliakti uhisi kwamba kile ambacho kilichotokea Misri kingetokea na wadaluza, nani. Lakini ishu kubwa hapa malalamiko ya mashabiki ya Simba kwenda kwa serikali, tunahitaji kutaka kujua hawa vijana walioizuia Simba wamepata wapi hizo nguvu na nani aliwatuma? Lakini moja katika maelezo nyinyi, waandishi wa habari, nimewasikia nafanya mahojiano na meneja wa uwanja Anasema kuna taarifa alipewa kutoka wapi? Juu tunamhitaji mtu wa juu kumjua. Ashuke chini. Sisi wenye imani ya Kiislamu. Maana lazima ukubali kuna Waislamu na kuna Wakristo na kuna wasio kuwa na dini. Haya maneno sikusema mimi. Amesema Mwenyezi Mungu katika suratul Kafirun. Anasemaje? Mwenyezi Mungu kuna maneno chini kule anamalizia, anasema lakumdinukum wali dini. Sikiliza, mimi nimeamka sawa sawa leo. <laughs> Wewe una dini yako na wao wana dini yao. Katika dini ya Kiislamu mmoja mtume anahusia ujana, na anasema ujana ni nusu ya wandazimu. <laughs> Na ukitaka kuamini hili, nyuma mwiko walitangazwa kwamba wao dabi imekufa tena na hawawezi wakacheza tena, ndivyo sivyo? maelezo kutoka kwa management yao nyuma mwiko wamesema wakusema, wamesema wakusema. Sasa jiulize, dabi hawataki. Kijana wakachukua gari walipeleka Bunju, alifuata nini? aliyakuwa ashatangaza dabi hakuna tena, aafu rejea ta... katika maneno unazungumza dabi. Niombe sana serikali, niombe sana government. Haya mambo si ya kuyachekea, tukiendelea kuyachekea haya mambo naamini nchi tutaipeleka katika sehemu ambayo haistahili nchi kufika. Kisugu sasa kipango tarehe nyingine ya dabi utakuwa tayari ni Simba wewe? Mbona mimi kuna sehemu nikigusa unakimbiza maiki? Mbona nakimbiza maiki ni kigusa, hii. Eh? Niache. Kama una mashaka vunga basi na kamera zenu muende, fungeni nendeni No, tuendelee, tuendelee. Funga. Sasa kama unaogopa, Mike mingi kuzungumzia government kizungumza na serikali yangu nini? No, yaani? Mimi natoa tahadhari kwa serikali. Toa tahadhari. Sio kuchekea jambo kama hili. Kuna nchi ambazo vita ziliingia kwa sababu ya dabi ya mipira. Hizi umeshika tu kibango tena tarehe mko tayari kucheza? Nenda kaulize walosema hawachezi. Tayari, sisi shida yetu, ili tuwe tayari kwanza tujue tuko tayari. Lakini kwanza tujue aliowatuma hawa vizuri, udawa nani? Watu wamekashifiwa, watu wamedhalilishwa, sio wetu, katukaa na ushahidi upo. Msichukulia vitu simpo tu Tuwe serious kwa football, na niliwahi kusema na nitaendelea kusema, ukicheka na nyani utavua nini? Utavua mabua. Leo tumewakaribisha wanasiasa kwenye mpila wetu. Wacheni niseme, tunakwenda kuharibu, uharibu mpira. Jitihada zote zinazofanywa na chama cha mpira wa miguu katika nchi hii, jitihada zote zinazofanywa na bodi ya ligi kwenye nchi hii jitihada zote zinazofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano chini ya mama yetu Samia katika nchi katika michezo, wako watu wachache, jitihada hizo wanataka kuzizima kama kibatari. Wapo moja ombi kwao, wabaki kwenye siasa, watuachie mpira wetu. Muda na nyakati zitafika, muda na nyakati zitafika. Wamejigawa hawa. Wameamua kwa makusudi kuja kuhakikisha wanakuja kupambana na juhudi za serikali kuendeleza michezo hao wataki kuziona kwenye nchi. Waambieni, wanasiasa wabaki huko, waliko unalo hilo hilo sema likologa na ule wako ukate, atakuwaji mtu tena vizuri tu ofisini apa, na hili niliwahi kuzungumza mapema, mkalichukulia masiala na ndio maana leo mmeona imefika mahala kwenye nchi hii mtu anapewa uraia kwa siku mbili tu. Amkuona nyinyi shindio? Mkuwa mko mnasema, waandishi nyinyi, mko tayari tuendelee kuvumbia macho nchi ya haribike hii? Tumieni kamera zenu, tumieni vipaza vyenu sauti, semeni Msiogope waandishi wa habari, mna sifa kubwa. Mungu anawajueni, kwenye Biblia amekutajieni nyinyi kwa umuhimu. Au ndio mnanikumbusha kile kibao kinachosema mwenye mapenzi haoni japokuwa macho anayo. Naona, lakini hamtaki kusema kwa sababu ya uoga. Eh, tuko tunasema <laughs> Amini katika kun fa yakun, amini umekuja katika dunia, na amini iko siku utaondoka katika dunia. Usitengeneze principles za kumfurahisha mtu kwenda kumkela Mwenyezi Mungu wa romba mbingu na ardhi. Sikiliza, sikia maneno haya Leo hii tembea pale kaburi moja, lile kaburi na miaka zaidi ya mia mbili mwanadamu gani uliomsikia na miaka mia moja na hamsini yupo? Tunapita. Usimfurahishe mtu kamkela Mwenyezi Mungu. Mungu anasema sema haki, sema ukweli japokuwa utoka, unafanyaje, unauma. Wanasiasa wanaharibu mpira wetu, tusiwachekee, tuwaambie, tuwaseme, tuwaonyeshe vidole bado mpo tayari kurudiana nao? Ta moja nimesema wana... ili tuwe tayari kwanza lazima tujue aliyewatuma wale vizuri huda kina nani hiyo, ya Simba, <laughs> na kwa wao isipojulikana hiyo atachosema. Naweza kusema moja, moja nimewapongeza sana management ya Simba. Pongeza sana management ya Simba kwa msimamo ambao walioonyesha na namna ambavyo wanatengeza wana, wana principle ya kujua thamani ya klabu yetu. Klabu yetu si ya kuchezewa, moja mmoja katika vilabu bora katika bara la Afrika, mara yake unazungumzia Simba Sports. Haiwezekani watu wawili watatu wakipata vichaso vyao, sijui mnaviita vinini visungula, mtu akishapiga visungula na kageti ni Simba leo yendi Simba yendi sisi tu tunavumilia tu. Nashukuru sana waandishi wa habari. Shukrani sana. Asante sana.